Na mguu uko na mfuatilio, yeye ndiye anakufuatilia, hmm? hmm. hmm. E na usogezi, mwanamke, mama aliyokwame amekutafutia muoe, alienda wapi? Aliondoka mwenyewe? Mama aliyokutafutia ndiyo aliondoka, kwa sababu naona ameondoka, lakini maisha yako hayayeleweki kila kitu kimeenda kushoto, kulia, zinaondoka hizi zinafutika, kama alivyoondoka nazo, hiyo. yes. mm. Na kwenye roho hiyo hiyo, sasa kuinua tena, kutengeneza, lakini ule mama naipika, kwa sababu kuna mama nafanya kama mantilie, ehe, unamfahamu uko na mfuatilia, hiyo ndiyo nakufuatilia naue mguu uko na, ah. na usogezi ah. mm. mm. mm. Sabiru <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah>. kwanza <laughs> amina, naomba mapenzi ya Mungu yatimie kwa damu ya Yesu.